ya somo jipya ambalo ni somo la Nahw, na kitabu ambacho tumependelea kukitumia ni kitabu cha Matnul Ajurumiya fi ilmi larabia la lilimami abi abdillahi bahari ulum Muhammad bin Muhammad Assanhaji ibn Ajurrum, Mwenyezi Mungu amrahamu, kutokana na juhudi yake eh, aliyoifanya. Na kwa nini tumeamua kutumia kitabu hiki? Tumeamua kutumia kitabu hiki kwa sababu ndio kitabu chepesi zaidi na kimetumia lugha nyepesi zaidi na mifano rahisi zaidi kueleweka. Kwa hiyo ni kizuri kwa wale wanaoanza kusoma nahau. Kabla hatujaendelea huko, tusisahau kuwatakia dua wale ambao wamesababisha leo naweza kuyasema Haya, naye ni heu Shekh Muhammad bin, Muhammad e Shekh Muhammad bin Ayub na Shekh Shaban bin Harer. Mwenyezi Mungu awaghufirie makosa yao na awarehemu na kesho awakutanishe katika safu ya mawalii wake Mwenyezi Mungu subhana wa taala. Kuna watu wanaposikia somo la nahwu wanahisi kama vile wamemwagiwa maji ya moto, wanakwenda mbio. Lakini nikwambie ndugu yangu, hakuna somo jepesi kufahamika kama vile nahwu. Sema tu utofauti wa nahwu na masomo mengine ni kwamba nahwu inahitaji juhudi kidogo, kwa sababu nahwu ina juhudi mara mbili. Kwanza ina juhudi ya kukariri kanuni ambazo umesomeshwa alafu juhudi ya pili ni kufananiza kanuni na sentensi zilizoko katika vitabu mbalimbali. Je, mbali zile kanuni unaweza kuzitabikisha kuziambatanisha. Ukisikia fiili je, ukiona neno katika lugha ya Kiarabu unaweza ukajua kama hii ni fiili au unaweza kujua kama hii ni faili. Je, yeah, utaweza kujua kama uh, hii ineno hapa lipo lipo sehemu ya ya kujururishwa? Unaweza ukajua hivyo. Hii ndio kazi ya nahwu. Kwa hiyo inahitaji juhudi tu kidogo, lakini ni somo jepesi kuliko masomo yote kiukweli. Ni kama mfano wa somo la hesabu. Hesabu ni rahisi sana, lakini watu wanaiona ni ngumu kwa sababu hesabu ina juhudi mara mbili, ina juhudi ya kukariri kanuni, ina juhudi ya kutabikisha kanuni na uhalisia wa mazingira jinsi ulivyo. Na ndio maana watu wanaona ni ni ugumu. Tunapenda vitu virahisi rahisi sana. Naam, twende darasani. Katika kitabu hichi mwanachuona ameanza kuandika mlango kwa wa kuandika, anwaul kalam. Anwau imetoka kwenye neno nauun, yaani aina nawani aina mbili anwau aina nyingi kuanzia tatu na kuendelea alkalamu ni neno ambalo limetokana na neno alkalima neno alkalima tani maneno mawili alkalamu maneno mengi kuanzia matatu na kuendelea kwa hiyo anwaul kalami, yaani maana yake aina za maneno, kwa maana ya kwamba mtunzi anatuashiria aina hizi za maneno zinaanzia tatu na kuendelea, anwaul kalam. Na baada ya kusema anwaul kalamu, anatuambia ili uweze kufahimi, ni lazima ujue alkalam maana yake ni kitu gani? Mtunzi hapa ana anatuashiria ni lazima ujue alkalam ni kitu gani. Tushajua kwa lugha ya Kiswahili alkalam maneno. Je, definition yake, taarifu yake, maana yake ni nini? Tunasema alkalam huwa lafdhu, ni tamshi almurakkabu lililopandamana kwa maana ya kwamba iliotamshi si moja, yanaanzia mawili na kuendelea. Almu almufidu, lakini yalete faida. Hayo matamshi yalete faida. Maneno yasiyokuwa na faida maana yake si maneno hayo. Kisha bilwadhiin, kwa maana ya kwamba yawe kwa lugha ya Kiarabu. Ala, kumbe maneno kwa lugha ya Kiarabu ni lazima yawe mtamshi, isiwe zile lugha za ishara ambazo tunachorewa tunaandua. Ainayo ni lugha kwa Kiarabu e, ni lugha lakini sio maneno. Ishara na sauti zozote zile za milio kama za ng'ombe, hizo zote sio maneno o lazima liwe ni tamshi lakini tamshi hilo sharti lake liwe limetokana na herufi za hijai, na ndio maana akasema bil wadhi kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tutatarajia katika maneno hayo kuna alifu au kuna be au kuna te au kuna the au kuna jim na mwisho mpaka ye yeah. Herufi hizi ndio zitatengeneza maneno ya lugha ya Kiarabu kisha maneno hayo ni lazima yapandamane. Neno moja tu kwa lugha ya kiarabu si maneno. Ili yalete faida, ni lazima yawe maneno mawili na kuendelea. Aa, almufide, lazima maneno hayo yawe na makusudio. Maneno yanayoropokwa tu hayawi maneno kwa lugha ya kiarabu. Kwa maana hiyo tunajifunza, kumbe Eh, maneno yana nguzo nne, maneno yana nguzo nne. Nguzo ya mwanzo ndio hii hapa, allafdhu tamshi. Nguzo ya pili ni almurakabu, ule kupandamana kwa tamshi, likawa liko tamshi likakutana na tamshi mwenzake yakatoka maneno, lakini yakishapandamana almufide yalete faida, yawe na makusudio ya kusema kwake, isiwe ya kuropokwa tu. Alafu nguzo ya nne ni alwadhu, yani maanake yawe kwa lugha ya Kiarabu. Alwadhu yawe kwa lugha ya Kiarabu. Hizo ndio nguzo za maneno kwa lugha ya Kiarabu. Maneno hayawezi kutimia kwa lugha ya kiarabu kama hakuna vipengele hivi. Kikiondoka kimoja tu, basi hayawi maneno. Ukiondoa alwadha, kwa maana ya kwamba umeyafanya maneno yasiwe kwa lugha ya kiarabu, kwa Waarabu hayo si maneno tena. Ukiondoa almufide, kwa maana ya kwamba yakawa yametamkwa hayana faida yoyote, maneno hayo kwa lugha ya kiarabu si maneno. Ukiondoa neno almurakkabi, kwa maana ya kwamba yasipandamana likawa ni neno moja tu pia vile vile si, si si maneno kwa lugha ya Kiarabu. Na ukiondoa neno allafdhu kwa maana ya kwamba iwe ni miluzi pengine isiwe ni tamshi ililofungamana na herufi za hijai, vile vile pia kwa Kiarabu hapo hayawi maneno. Kwa hizi ni nguzo nne za maneno kwa lugha ya Kiarabu. Kisha mtunzi anaendelea anasema, waaksamuhu thalathatun ala. Kumbe hayo maneno kila atakavyokuwa ni lazima atagawanyika katika sehemu kuu tatu. Waaksamuhu thalatha, na vigawanyo vyake ni vitatu. Ismun, kigawanyo cha mwanzo ni jina. Wafi'lun, kigawanyo cha pili ni kitendo. Waharfun, na herufi lakini herfi hii ja maana imekuja kwa ajili ya kuleta maana fulani katika neno hilo. Kwa hiyo Kiarabu, kila utakavyozungumza, usipoweka ismu utaweka fiili, usipoweka fiili basi utaweka harfu na ismu, au utaweka harfu na fiili na hauwezi kukatoka katika uh, vigawanyi hivyo vitatu. Lugha ya Kiarabu inatembea inatembea hapo. Kisha anaendelea anasema, kwamba tayari tumeshaona kwamba vigawanyi vya maneno ni vitatu, kuna jina, kuna kitendo, kuna herufi ambayo inakuja kwa lengo la kuweka maana fulani. Sasa, je, hii ismu ni kitu gani na tutaitambuaje? Sawa, eh? Al-ism ma yusamma bihi al-insan wal hayawan wal balad wal ashjar wa ghayruha, eh, eh majina au jina ni lile ambayo linatumika kutaja mtu, mnyama, eh, miti, nchi, eh, miji na vitu vyote ambavyo vinatambulika. Hayo ndiyo, ndiyo maana ya neno ismu. Sasa je, ilo jina tutalitambuaje? Fal ismu yu'rafu, yu jina litatambuliwa kwa kuwepo alama zifuatazo. Alama ya mwanzo bil khafdhi, kwa kuwepo alama ya kasra au naibu wa kasra. Nieleweke vizuri hapo uweze kuelewa bil khafdhi kwa maana ya kwamba bil jarri hala yaani, jina linaweza kutambulika kwa kupatikana katika hilo neno kasra mwisho wake, mwisho wa herufi ukawa kuna kasra, au ukawa kuna alama inayomaanisha kasra, kwa sababu inawezekana ni kasra moja kwa moja, au ni herufi ambazo zinatumika kuonyesha alama za kasra tutakuja kuziona huko, uh, mbele. Lakini pili, watanwini, yaani kupatikana tanwini. Tanwini ni zile fathaten, kasraten na dhammaten. Ukiona neno lolote mwisho wake kuna ima fathaten au kuna kasraten au kuna dhammaten, ujue hilo ni jina kwa lugha ya Kiarabu. Ukiona neno limepata kasra au herufi ambazo zinamaanisha alama ya kasra, tutakuja kuzisoma mbele, ujue hilo ni jina. Lakini pili, waduhuli lalifi wal lam, na kuingia alifu na lamu mwanzo wake, waduhuli lalifi wal lam, na kuingia alifu na lam mwanzo wa jina. Na hapa nataka ni kupe faida tanwini na alifu na lam ni vitu ambavyo vinategemeana. Jina likiingia tanwini halikubali kuingia alifu na lam, na jina likiingia alifu na lam halikubali kuwepo tanwini. Kwa sababu gani? Tutakuja kuona huko mbele, sababu ambazo zinasababisha jina likiwa na tanwini lisiwe na alifu na lam mwanzoni, na likiwa na alifu na lam halikubali kukaa tanwini mwishoni. Kwa jina pia likiwa na alifu na lam hilo linakuwa pia. Neno likiwa na alifu na lam mwanzo wake pia linakuwa ni jina. Mfano kusema al-baitu, al-baqara. Sawa eh? hiyo inakuwa ni nini? Hayo ni majina. Lakini vile vile wa hurufil khafdi, na kuingia herufi za kusababisha neno lipate kasra mwisho wake wa hurufi lkhafdhi na kuingia herufi ambazo zinasababisha neno lipate kasra mwisho wake, basi vile vile ujue neno hilo litakuwa ni nini? Ni ismu, kwa sababu herufi ambazo zinatia kasra neno, basi ile neno lazima liwe ni jina, na haziwezi kutia kasra eh, kitendo. Na herufi hizo mwanachuo huyu anasema ni min min, ni katika herufi zinazofanya majina yawe na kasra. Min baitin, min Muhammadin, min min suqin. Kutona majina haya, maneno yanapata kasra, kumaanisha haya ni majina kwa kutanguliwa na herufi hii ya min mwanzo wake. Wa ila, na ukiona ila ujue kilicho mbele ni jina. Ila kilicho mbele ni jina na mwisho wake kitakuwa kina kasra, na kama hakina kasra, basi kuna herufi inayowakilisha alama ya kasra, ambapo nimesema tutazisoma insha Allah. Kisha na herufi ya an. An ni neno pia ambalo likiingia katika jina, jina linapata kasra. Wa ala, na ala wa fi a naneno fi, warubba naneno rubba, walbau naneno albau, na neno be, yaani inakuja kwa kasra inakuwa nakuwa bi, bi, kitabi la bilkitabi bilbaiti bimuhammadin, itakuwa hivyo sina, sio bimuhammadan au bimuhammadun la, bimuhammadin bilkitabi, sio bilkitaba wala sio bilkitabu, bilkitabi nakafu nakafu nakafu, naoni katika herufi ambazo zinaingia katika jina, kama zitakuwa mwanzoni, kalbaiti, ka muhammadin, ka Isa. Na alamu lamu, hii ikiingia katika jina inatiwa kasra, li muhammadin, lillahi lirahmani, sio lirahmanu, wala sio lirahmana. Hapana, lirahmani. Wa hurufi alqasami, na herufi za kiapo. Kuna herufi maalumu zinatumika katika kuapa, mfano alwawu, wasamai, washamsi. Ile ni kiapo, Mwenyezi Mungu anaapa, walasri, naapa kwa zama wasamai, na hapa kwa mbingu. Washamsi, na hapa kwa jua, kwa utakuta shamsi imepata kasra hapo eh. Walbai, na be pia natumika kuapa, billahi. Watau, na te pia tallahi, tunasema na tena natumika tallahi. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba kumbe, ili tuweze kutambua kama hili ni jina, kwa haraka haraka kwanza tutalikuta ima lina kasra au lina herufi ambayo inawakilisha kasra. Tutalikuta lina tanwini kwa maana fathateni, kasrateni au dhammateni mwisho wake. Tutalikuta ima limeingia na alifu na lam mwanzo wake, au tutalikuta limetanguliwa na hizi herufi ambazo tumezitaja hapa, ambayo ni min, ila, an, ala, fi, rubba, be, kaf, lam na herufi za kiapo ambazo ni wau be na te. Tukija kidogo, tuone jinsi haya majina yanavyopata kasra kwa kuingiwa herufi hizi za za kutia kasra. Tunaona hapa salamtu ala salamtu ala ala ni katika zile herufi ambazo pale tume tumezitaja salamtu ala Muhammadin. Mona hapa kwenye idadi kuna nini? Kuna kasra mwisho, lakini hii ni kasra teni, kwa maana ya kwamba ni tanwini. Kumbe Muhammadi ni jina simeingia tanwini kwa alama moja kuja kama Muhammadi ni jina, kwanza imetanguliwa na neno ala, lakini pili, angalia alama hii hapa ya tanwini kasrateni, ala Muhammadaini ala muhammadaini muhammadi, wakiwa wawili. Akiwa mmoja anaitwa muhammadu, wawili tunaita muhammadani. Sasa muhammadani ikiwa ni sehemu ya rafu, utakuja kuona huko mbeleni. Tukisema muhammadaini, hiyo ndio maana yake, iko katika sehemu ya kuingiwa na ala, kuemakwa muhammadai daini kwa, kwa, kwa sababu ya ala, utakuja kuona huko mbeleni na muhammadina. Insha allah Allah tufanyie wepesi somo hili liwejepesi zaidi eh, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ili tuweze kuijua Qur'anul Karim vizuri na tuweze kufaidi elimu hii ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuachia. Na kwa kuwa imenukuliwa kwa, kwa lugha ya Kiarabu, hatuna budi kulisoma somo hili kwa undani zaidi. Huo ni mwanzo tu, Allah akipenda utakuja kuendelea na kipengele cha pili insha allahu taala. Kama hauja subscribe unaweza kusubscribe sasa, ili kusudi tunapoposti darasa zetu hizi ziweze kukufikia kwa wakati. Ulikuwa nami Al-Ustaz Baqir Uthman, maasalam.